Yes, Baba, naruhusu jeshi lako lifanye kazi. Nyosha mkono juu yao sasa, nyosha mkono juu yao sasa, nyosha mkono juu yao sasa. Ninakuita Baba, ninakuita Baba, ninakuita Baba. Kwa mara ya kwanza nakuita, mara ya pili nakuita, mara ya tatu ninakuita, mara ya nne ninakuita mara ya tano na kuita, jiandae kufunguliwa. Mara ya sita na kuita, mara ya saba, hiyo nguvu inaanza kutembea kila mahali sasa. Yes. Yes. Yes. Yes, aya warudisha baraka ndani yake, achia baraka zake, achia baraka yake huyo mama, achia baraka za ndugu zake, achia baraka za watoto wake, achia kila kitu. Nguvu inatembea sasa hii kila kitu kiachiriwa, achia baraka zake, achia baraka zake, achia baraka zake, achia baraka zake, achia baraka zake, hizo zinarudishwa sasa au malaika naona no, wanakuja nazo hapo, jiandaa, unaguswa hapo, baraka zinaachiliwa. Sahihi, nguvu ni kubwa, baraka zinaachiliwa, vinarudishwa baraka zako hizo. Naona zinatoka kijijini, mahali ulikofungiwa, vinatoka mjini ulipowahi kuishi kwenye hiyo nyumba unapopaishi. Wakamata huko, wanatoka nje, wanatoka nje, wanatoka nje, wakamata huko kwa jina Kristo, kila mahali baraka zinaachiliwa. Sahihi, vinarudishwa, nguvu inashuka. Sahihi, inaenda Mabatini, inaenda Mnyamsaka, inaenda Kigoma, inaenda Igoma, inaenda Mchafukoga huko inaenda gogo inaenda mjini kote, inaenda mkoa wa Mwanza, kila mmoja achiriwe hiyo nguvu iachiriwe, baraka zao ziachiriwe. Achia baraka zao, achia baraka zao, unasema achia baraka zao, hiyo mama achia baraka zao, hiyo binti achia baraka zao, hiyo kaka achia baraka zao, kaka achia baraka zake. Sasa hii nguvu inatembea kila mahali, nguvu inatembea kila mahali, hizo baraka ziachiriwe, watoto waachiriwe uzao wako achiriwe watoto wako achiriwe huyo Ana achiriwe huyo Rebeka achiriwe huyo Rebeka achiriwe huyo Sofia achiriwe huyo Neema achiriwe huyo Baraka achiriwe huyo... Ah, wanachiriwa kila mahali nguvu inatembea kila mahali kila kitu kiachiriwe, rudisha baraka zao uko Nyamuge, nashuka Nyamuge, uko Nyambiti, uko Buzuruga, uko Nyakato kwenye madhabahu za mawe, achia baraka zao achia baraka zao achia baraka zao achia baraka zako achia baraka zao huyo binti uliyomnyang'anya baraka natamka ziachiliwe. Huyo kaka aliyenyang'anywa baraka natamka ziachiliwe. Huyo dada aliyenyang'anywa baraka natamka ziachiliwe. Kuanzia saa hii achia baraka zao. Nashuka shuleni, uko shuleni alikopotezea baraka ziachiliwe. Uko mji mwema alikofungiwa kwenye hiyo nyumba, nyumba ya familia. Huyo mjomba aliyemfunga leo anamwachia. Huyo bibi aliyemfunga uko mji mwema, nashuka kwenye hiyo nyumba, kwenye hicho chumba, uvunguni, achia sahii, achia sahii, achia sahii, sahii uko Kisesa, kila mahali Achiriwa, kila mahali achiriwa, yes. Yes. Kila mahali achiriwa, saidie kule, chakavunja kitu hiyo, yes, walete mbele hapo, kila moja achiriwe, rudisha baraka zao wakamate, yes, wakamata afunge kamba. Inua mikono yako, kati yale hapo. Naona herufi herufi G. herufi G. Naona baraka zake zinarudishwa na malaika wenye nguvu hapo. Herufi G G G G G, nguvu inatembea hapo. Herufi G naona imefungwa herufi G. Naona imeshikiliwa na mizimu ya ukoo. Herufi G, herufi G, herufi G. Naona wanafunguliwa wote. Una mtoto ana herufi inaanzia G. Naona anaachiliwa sasa, iwasaidie huko. Kila mahali sasa dia ni kwa jina, wasogeze mbele huko. Herufi G G G God. God good luck. God river. Yes, naona anaachiliwa sasa hii. Herufi G, herufi G, herufi G. Naona Mungu anaikumbuka leo. Herufi G, herufi G, naona anaachiliwa. Herufi G naona anaachiliwa. Herufi G naona anaachiliwa. Herufi G naona anaachiliwa. Herufi G naona anaachiliwa. Naona vyeti vinaachiliwa. Naona, naona, naona, naona kazi inaachiliwa. Hapo alipo naona giza linatoka machoni pake. Naona giza linamwachia. Amevaa nguo ya kijani. Naonyesha nguo ya kijani. Nguo ya kijani herufi G. Herufi G sasa anaachiliwa. Wasaidie kule. Wasaidie saa hii, naona herufi G. Yes, yes, yes. Kila mara herufi G, naonyesha anafunguliwa. Ni mdada mbonge mweusi hivi na mwingine mwembamba, amevaa nguo ya kijani. Naona anaachiliwa saa hii, naonyesha herufi H, H, H, H. H. H. saa hii anaachiliwa saa hii, nguvu inatembea. Naona mizimu ya bibi inamwachia, ni mizimu ya kiganga. Herufi H, naona anaachiliwa. Msaidie katikati pale, amevaa nguo ya pink pink Naona anaachiliwa saa hii nguo ya pink. Naona anaachiliwa saa hii anafunguliwa kwa namna ya ajabu. Herufi H nguo ya pink. Naona anaachiliwa saa hii. Naona malaika wanamtembelea. Mizimu inamwachia kiganga. Mapepo yanamwachia. Mizimu inamwachia. Waganga wanamwachia. Madhabahu zinamwachia. Nguvu ni kubwa inatembea. Warudishie baraka zao. Baraka zinawarudia. Baraka zinawarudia saa hii. Nguvu inatembea. Nguvu inatembea. Nguvu inatembea. Nguvu inatembea. Nguvu inatembea mpaka kule nyuma. Mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Nagusa na nyosha mkono kule saa hii. Herufi hii, herufi hii, herufi hii, herufi hii. Herufi hii, naona naachiliwa huko. Naona naachiliwa huko. Naona naachiliwa huko. Naona naachiliwa huko. Yes. Yes. Yes. Herufi, efu F F F F Fabian Flora, Fabiani Flora. Naona Flora, ndoto yake shule Ameishia njiani na mezaa, anaonyeshwa herufi f f f Flora. Hapo alipo anaguswa, hapo alipo anaguswa. Flora, namfungua Flora kwenye ulimwengu wa roho, namfungua Flora kwenye ulimwengu wa roho, namfungua Flora kwenye ulimwengu wa roho, namfungua Flora kwenye ulimwengu wa roho kuanzia saa hii aachiliwe. Herufi f f f Fabian, Flora, Filimina, Filimina, Filimina, Filimina, saa hii anaachiliwa hapo alipo, anaachiliwa hapo alipo. Elufi d d d d d Diana, Diana achiliwa, rudishiwa baraka zako Diana, achiliwa baraka zako Diana, rudishiwa baraka zako kila mahali uliposimama, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali wanaachiliwa, kila mahali wanaachiliwa, kila mahali wanaachiliwa, kila mahali wanaachiliwa, kila mahali wanaachiliwa. Kila mali wanafunguliwa, baraka zinakuja, baraka zinakuja, baraka zinakuja, naletewa herufi N, N, Nehema. Nehema. Nehema, Nehema, Nehema, naona kuna maraika na kuingizia baraka zako Nehema, hapo lipokaa Nehema, Nehema, ninakuona kwenye ulimwengu wa roho, ninakuona kwenye ulimwengu wa roho, umewekewa giza usoni, umewekewa giza usoni, Nehema hapo sura inaguswa sahii, utashangaa, choti inapita usoni, moto unapita usoni. Neema, neema, neema, neema, neema, neema, neema, neema, neema, nguvu inakuja hiyo, nguvu inakuja hiyo, nguvu inakuja hiyo, nguvu inakuja hiyo, nguvu inakuja. Wasaidia warete mbele kuanzia sahii, kuanzia sahii, herufi M, Margaret maua, Margaret maua, Margaret maua, natamka achiliwa, natamka achiliwa, Margaret, Margaret, unaachiliwa. Naonyeshwa roho ya kansa roho ya kansa tumboni, Magret, naonyeshwa kansa ya kizazi, naonyeshwa kansa ya kizazi. Magret, Magret ayaachiliwa, Magret achiliwa hapo ulipo. Magret, nguvu inagusa tumbo lako, inatoa kansa, inaondoa kansa. Magret, kansa inatoka saa hii, inakuachia saa hii, inakuachia saa hii, inakuachia saa hii, kwa jina la Yesu Kristo. Naonyeshwa ya herufi S. S. Es, es, sirivia, sirivia, sirivia. Naletewa jina sirivia. Es, yes sirivia, sirivia hapo ulipo naponitazama, hapo unagusa saa hii, naona hujaolewa, naona tumbo linasumbua uzazi uweze kuzaa herufu sirivia, hapo ulipo nakugusa sirivia, na kuona unatokea mkoa wa Kagera, kuanzia saa hii unaachiliwa hapo uliposimama unaachiliwa mahali ulipo, Silivia, unaachiliwa sahihi, unaachiliwa sahihi, unaachiliwa sahihi, unaachiliwa sahihi, unaachiliwa sahihi Silivia, unaachiliwa sahihi, unaachiliwa sahihi. Una na ile nyesha herufi B, Bernadette, Bernadetta, naona watoto wake wa kike wawili naona wanaachiliwa Bernadetta, katikati hapo nguvu inatembea hapo Bernadetta, Bernadetta, Bernadetta, natamka achiliwa sahihi, na chilo sahihi, Bernadetta achiliwa, herufi B, B, B, nguvu inatembea hapo yes, anarudishiwa baraka zake na watoto wake, hiyo nguvu inakuja hapo kwa mara ya kwanza ya pili ya tatu ya nne yes. Kuna mama mmoja anaonyesha mtoto wake wa kiume alipotea kwenye njia ya kutatanisha, huyo mtoto ametekwa hapa aliposimama. Huyo mama anaona mtoto wake anaachiliwa saa hii, anaonyesha mtoto wake anaachiliwa saa hii, naona mtoto wake anaachiliwa saa hii Mama mmoja mtoto wake ametekwa, amechukuliwa ghafla, aonekani na wasiojulikana. Sahii anaachiliwa, sahii naona anafunguliwa, sahii anatoka kwenye hilo shimo sahii. Moja, mbili, tatu, nguvu inatembea hapo. Tatu, nne, tano, sita, saba. Inua mikono yako mbele za Bwana, nataka nirudishe baraka ya fedha kwenye mikono yako, jiandae hapo baraka ya afya, baraka ya ndoa, baraka ya kuongezeka, baraka ya mifugo, nataka ije ndani yako hapo saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Baraka narudisha saa hii ndani yao, narudisha baraka ndani yao. Dada mmoja na herufi naanzia ala. Ala, ala. Ala, saidia kula, amevaa nguo nyeusi, naona anafungulia kwenye ulimwengu wa roho. Saidia oko, ala elufu, ala, anaachiliwa kwa namna ya ajabu, naona mikono yake inarudishwa. uh -huh. Amevaa nguo nyeusi. Yes. Yes. Mengine ameona ameweka kitambaa kichwani, naona malaika anamwondolea kofia ya miiba Yuko katikati nguo nyeupe, nguvu inaenda hapo, ameifunga kitambaa cheusi. Naona Mungu anamkumbuka saa hii, anamrudishia baraka kwenye mikono yake. Alikuwa kila kishika kitu kinapotea, kila kitu kinakufa. Nguvu inakuja hapo, nguvu inatembea hapo, nguvu inatembea hapo, nguvu ina... Yes, kwa jina la Yesu Kristo uliye mnyanganya hiyo binti baraka zake mikononi Ukampa hela ya siliva leo, unarudisha noti zake, unarudisha dola zake, unarudisha dola zake, unarudisha dola zake. Huyu dada amevaa nguo ya njano, umeandikiwa dola na kuishi nje ya nchi. Hapo Mungu alipo na kugusa hapo, una nguvu ya utajiri, lakini imechukuliwa baraka ya utajiri. Kimbia madhabahuni hapo, nguvu inatembea hapo kila mahali, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Huyo dada amevaa kitambaa cheusi, nguo kama ya zambarao. Baraka mikononi mwake zinachiriwa hizo hapo. Zipokee, zinakuja hizo. Yes. Yes. Yes. <few> <few> <few> Kristo. Mi, do, do, do, do naonyeshwa jina d. Na namwona pare katikati, nguvu inashuka na tembea. Domi, achia kila kitu, mrudishie baraka ya uzao, baraka ya ndoa, baraka ya feza, baraka ya uchumi, baraka ya neema, ya kuongezeka, neema ya kukubarika kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya baraka Unaitwa nani? Amina. Nani anaishi nje ya nchi? Anaishi. Anaitwa? Una? Nani anaishi nje ya nchi kwenye familia yenu? Wasaidie warete hapo. Na tungine ameandikiwa kwenda nje ya nchi. Anaishi kwenye familia yenu kwenye ukoni, yuko nje ya nchi, aidha Marekani, Dubai, India, Warabu. Kaka yako anaitwa nani? Jose. Anaitwa Jose. Uliye kuniambia hicho kitu si mara ya kwanza kufika hapa Anandoa, anaishi na mme huyo, anaishi na mke. Ndio mke yake anaitwa nani? Mtaje. Cecilia. Cecilia. Sasa omba sana kwa ajili ya kaka yako, alipelekwa awavushe nyii, wewe hapa, wakati na kuombea na kuita mbele na kuona huko nje ya nchi, sio Tanzania, alafu una hela nyingi. Uliwahi, uliwahi kutamani kwenda huko Ulaya, ndio ujaona unakuwa unashika hela, zinapotea kwenye mikono yako. Yaani vitu havidumu kwenye maisha yako. Sasa rudisha baraka yako uliyofundisha leo. Amen. Inua mikono yako mbele za Bwana. Baba uliyemvusha awavushe na wao, awavushe na wao, awavushe na wao, awavushe na wao. Naondoa giza hilo kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante, asante benesa hey. Mekuja rusfa mwenyewe njoo Tumejipanga, inua mikono yako, tumalizie kazi. Sema baraka zirudi mikononi mwangu. Baraka zote zirudi mikononi mwangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema ninakomboa baraka zangu zote. Baraka zangu zote. Baraka zangu zote. Baraka zangu zote. Baraka zangu zote. Kwa mara ya kwanza. Ya pili. Ya tatu, nakomboa. Ya nne, nakomboa. Ya tano, nakomboa. Ya sita, nakomboa. Ya saba, nakomboa. Mungu akurudishie baraka zako zote. Mungu aliyemkumbuka Yusufu aliyemkumbuka Samueli aliyemkumbuka Samsoni. Huyo Mungu na kuomba kukumbuke nawe kwa jina la Yesu. Ninaomba akukumbuke nawe kwa jina la Yesu. Nasema akukumbuke nawe kwa jina la Yesu.